Kenya simba simba, simba. Usawa, haki na ukweli. Chama cha Ford Kenya kwa mara nyingine kinaendelea kukumbwa na mgogoro wa kisiasa takriban miaka miwili kabla ya uchaguzi mkuu 2027. Mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga ameonekana akimsuta kiongozi wa chama hicho Moses Wetangula kwa madai ya kuhujumu baadhi ya wanachama wenye maoni tofauti. These issues hauwezi kucha kwa chama umeenda tammoja, alafu useme, uanze kusema kwamba uko na uwezo wa kuenda kuchukua chama tena wewe ukeze kuongoza hapo, tunaona ni kwamba anatembea sana. Mheshimiwa Wetangula ametoka mbali na hii chama ameipigania, na sisi tumejua ya kwamba bado ako na uwezo na ako na malengo ya kuongoza chama cha Ford Kenya. Baadhi ya wakazi wanamtaka Majimbo Kalasinga kukoma kutoa lalama kuhusu uongozi wa Ford Kenya na badala yake atafute chama mbadala ya kuendeleza ndoto yake kisiasa. Majimbo ni mbunge wetu, tunampenda na ni mtu amefanya maendeleo na watu wengi sana wanapenda Majimbo, na mimi ningetenga kusema kwamba Majimbo angetafuta tu chama yake. Akwe na chama yake kama afomu tu chama yake, akwe na chama yake yenye atakuwa akuwe kama kiongozi wa chama, kwa sababu akisema ati anatoa Ford Kenya kwa Wetangula itakuwa ngumu. Kutoa mtu chakula kwa mtu itakuwa ngumu hasa. Machimbo angejaribu atafute chama yake, asajiline chama yake, asimame kama kiongozi wa chama, na kama watu wanampenda tu wote, hakika watu watampigia kura na watamunga mkono, na atakuwa kama ndio kiongozi wa chama yenye atasindua. Walimtaka mbunge huyo kukoma kumhusisha Wetangula na masaibu anayoyapitia kwa sasa, ila Kalasinga aliapa kuutoa usukani wa chama cha Ford Kenya cha malumbano baina ya mtoto na baba. Chama cha Ford Kenya ni chama cha kitaifa, ni nembo ya kitaifa, maana inaongozwa na mheshimiwa Moses Masika Wetangula. So mheshimiwa Majimbo Kalasinga, hiyo mimi nakuambia kwamba ukingangania e, kiti, ya eti ya kwamba unataka kungangania kubishano kati yako ya na e, mheshimiwa Moses, spika Moses Wetangula, hiyo unaota mchana. Baadhi ya viongozi kutoka eneo la magharibi mwa Kenya wameanza mikakati ya kujitafutia nafasi katika uongozi wa taifa. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na hivi punde kutangaza kuwa watawania urais mwaka 2032. Ata hivyo, seneta wa kaunti ya Nairobi, Edwin Sifuna, pia ameonekana kuongoza vijana kuokomoa eneo hilo kisiasa. Aidha, mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga nawaikekunde kutangaza kuwa anataka uongozi wa chama cha Ford Kenya. Je, ataweza kumwondoa kiongozi ambaye ni spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula katika usukani wa chama hicho? Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga Tundao, ya Tandao kutoka kwenye kaunti ya Bungoma, jina langu ni Felix Wanjala.